Na chindi charara kichapa magara ndacheroa mm. mm. Leo nitafanyia kazi jambo lako na nitakupatia dawa. Asante sana, mkuu wangu. Hiyo dawa kaweke chini ya mtu anaolalia mme wako, na akilala atalala moja kwa moja mpaka sisi tutakapomaliza kazi zetu. Umenielewa? Sijakuelewa kuelewa mkuu wangu. Atalala moja kwa moja kufa au hiyo dawa itafanya kazi kwa muda wake, tutakapomaliza sisi kazi zetu na mme wako atazinduka. Umenielewa? Ah, mkuu. Kumbe uchawi una faida kiasi hiki oh, mimi nilijua una faida ya kuroga tu, kumbe unaweza ukafanya jambo na likaa kwa wakati. Asante sana mkuu wangu, maana umenitisha hapo katikati. Sasa moja kwa moja umbazigwa. <coughs> ah. mulilo muliro, kuaki mulilo. Tunaweza tukaondoka. Karibuni wanangu. Asante mama. za huko salama? tusiju za hapa <coughs> alhamdulillahi, tunaendelea vizuri mngu. Bora mimi nikuja leo nyumbani, naweza nikasema hakuna salama, maana yake anapomwona mama hapa ni mgonjwa, ama jana wakati <coughs> anaenda kima mchechai akaanguka, napomwona hapa mama ameumia sehemu Unajua shemeji, umenikosea sana tena umenikosea haswa, kwa sababu haiwezekani mama anapatwa na matatizo unashindwa kupiga hata simu. Na vipi, kama tusingekuja hapa tungeweza vipi kuzifahamu hizo taarifa? Au ulikuwa unatutengenezea mazingira gani? Ah, shemeji, ndomana nikasema kwamba kama Mungu amealeta hapa nyumbani, nimekupa hiyo taarifa kwamba nyumbani hata sisema a lakini nilipanga niitoe taarifa. Nafikiri tuna mambo tu yameingiliana, kana pale kwa mama nilimpeleka hospitali, pia nafikiri pia nimejisahau. Sawa, lakini mi sijapenda kabisa, yani e sijapenda kabisa, na naomba ili swala lisije likajirudia tena, pindi panapotokea na tatizo la aina yoyote fadhari, naomba tujulishe mapema sana. Huyu ni mama yetu hmm. <laughs> vipi mama, unaendeleaje kwa sasa? Uh, alhamdulillahi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Shemeji yako kapambana, mepata dawa na amini itakuwa sawa. Pole sana mamaangu. Na vipi huyo Kisebengo anakusaidia kazi au natuanzia <tipi> <tipi> na huyo uh, uh, huyo uh, kisebengo hapo huyo uh, kisebengo ambaye unamtaja hapo leo ameniudhi sana yani, anamfokea mamake kama mtoto mdogo kweli. Hivi wewe well, hujakaa na mdogo wako huongea naye, umwelekeza kile kitu ambacho anachokifanya akipendezi jamii inayotuzunguka hata sisi. Sawa kaka, nimekuelewa, lakini mama yake tu anamdharau sasa. Mimi ni nani akanisikia? Ila kilichobaki inabidi tumwombee tu dua ndugu yetu, tena tumwombee sana maana anapotea. Ona sasa, leo anapokea mamake kama mtoto mdogo hivi, ina maana gani? Dada hebu kaa uongee naye na umwelekeze, yule ni mtotomakikenzio maana mimi nime leo nimeongea naye kidogo ki tu anijua juu, oh, juu kama unataka nguo zangu si uvae si, si nini misiatoma. Dada nakuomba ukae uongee na mdogo wako, nabia anaofanya naendana nayo sio? ani inakuwa ni mtoto ambaye yule alozaliwa kama hajaazimiwa. Nimekuelewa kaka, nitalifanyia kazi. Aise, pole sana shemeji yangu kwa changamoto unazopitia. Unajua kama Hadija angeweza kuidhalilisha familia kiasi. Ah, lakini kwa sababu Hadija hataki kukaa na mama, amekuwa ni mzururaji huko mitaani, basi mimi nilikuwa naomba washemeji, mimi nadhani nimwache mke wangu ili aweze kumhudumia mama kwa kipindi hiki ambacho afya yake haijatengamaa, ya mpaka pale atapokaa sawa, basi mimi nitakuja kumchukua mke wangu, au nasemaje mashemeji? Shemeji, ni jambo zuri umelisema leo, lakini ifai. Kwa sababu gani? Huyu ni mkeo, lazima akupikie futari, akumbelie daku mn. Na kuhusu mama usijali, ndio maana mi mdoto naye nyumbani mambo mengine. Basi sisi sio wakaaji sana, kwa sababu mazingira pale nyumbani hatujaacha vizuri. Ningeomba hmm, tuwaache na mama. Mimi ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, ili afya yako itengamae mapema, ili uendelee na majukumu yako ya kila siku na tuendelee kuilinda familia. Alauma, amina mwanangu, ya ramadhani Alaikum salam Kamoa, habali. Ukimona utazani ni mungwana, kumbe kazu meficha siri bwana. Samani, naweza nikapata muda kidogo? No, hata dakika tano tu nizungumza nawe. Ah, sawa, haina shida, unaweza karibia tu. Enye salama. Unajua sio mara ya kwanza kukuona wewe. Ni kweli. Mara ya kwanza nilikuona Kitunda. Mm. Hey. Na mara ya pili nilikuona hapo katikati. Na hii mara ya tatu tunaonana. Ni kweli. Mm. Mm. Ah, mimi naitwa Shehe Kikoti. Mm. Mm. Jina si geni sana masikioni mwangu watu mtano wanajua jua. Wewe umeolewa? Hapana, jabatika kuolewa bado. Kwa hiyo umeniuliza hivyo. Unajua, mara ya kwanza kukuona huyu wangu lidunda nikasema niite sasa. Na mara ya pili tena, katika dima yakora a nikamuuliza Mungu hii nini? Nikasema lakini, Mungu Bwana Mungu fundi anakuwaga na makusudio yake mwenyewe. Sasa na bahati zote nimekuona leo hapa, nikasema hapana, huyu lazima nimwache nimweleze tu ile hazima ya moyo wangu. Mimi bwana, nina watoto wawili, wa kwanza wa kiume na wa pili wa kike. mm. na kwa bahati mbaya bwana, ni mke wangu alifariki. Pole uh, sana. ni muda sasa, ni miaka imeenda sasa. Unajua sisi umri unaenda huo, naelewa nikaona sio vema kuendelea kukaa peke yangu, nitafute mwenzangu, yaani nikuoe. Ni jambo la heli, ni jambo la heli sana, lakini kama ungenipa muda kidogo, ungenipa muda kwa sababu mi naishi na wazee wangu bado mpaka sasa hivi sijajitegemea. Ningeenda nikawaelezea, ungenivumilia kidogo, tuseme sawa? Hmm. Lakini hapo kuna mambo mawili, jambo la kwanza ni wewe mwenyewe kulidhia na jambo la pili ni wewe kwenda kuwaeleza wazazi. Mi nimeridhia, nimeridhia kwa kweli. Basi sawa sawa, samani. Lakini kwa kupoteza muda wako aina shida. Sasa tutakutana vipi tena? Uh, kukutana, nikupe namba zangu za simu eh, uh. <laughs> <laughs> mm, andikia hapo hapa. Sasa nikiweka vocha nakupigia leo leo. Basi ngoja nikuache, maana naenda kuasan sa Shekanzu sasa <laughs> naenda kuoa na namba melipa leo leo nampigia hapa Juma, nimesha mkomesha tumdomfu ya Rabbi <laughs> <laughs> <laughs> uwasamee ikibidi. M, hapana. Ila nahisi tu nimemfananisha. Umemfananisha? Oh, sio haya. Umemfananisha na nani? Tunaweza okay, tu tukaenda. Ni, kuna kuna shida gani? Hiyo dawa ulionipa, naona inanitia ugumu sana Katondawe. Hivi wewe una akili kweli? Kila kitu e, kinakushinda. Sasa uoni kwamba sisi utatuletea madhara? Hebu jaribu kuifanya hilo zoezi haraka, unanielewa? Ni sawa mkuu, ila nimeshindwa kwa sababu, ila nikitaka kumwekea mume wangu anastuka Huoni hilo litakuwa ni tatizo kwa upande wangu? Nisikilize kwa makini, kajaribu tena, maana ukikosea au ukishindwa kulifanya hilo zoezi utatuferisha. Umenielewa? Nitajaribu kufanya hivyo. Ninataka ufanye sawa. Mkuu, nitafanya hivyo sawa. Samahani kwa kukuita mahali hapa, na usinifikirie vibaya. Labda kwa nini nimekuita hapa na sijaja nyumbani, lengo la kukuita hapa sababu kuna mambo ya kiume kidogo nahitaji tuzungumze, na sio jambo kubwa sana, wala sio jambo geni, ni kuhusu Adija. Hivi shemeji, Adija nikimtazama ni binti mdogo sana, lakini najiuliza kuna kitu gani ambacho anakushinda wewe Adije kumnyoosha katika mstari, arudi kwenye maadili ya Kiislamu na sio vile nilivyosikia juzi kwamba kiasi gani anaidhalilisha familia bwana. Ah, mwanamamu Adija hajashindikana, hapana. Lakini kuna vitu viwili ambavyo najua nikivichanganya tu mimi nitachanganyikiwa. Kama unavyojua mama yako mkwe ni mgonjwa, alafu Adija anasungua sana, umeona hivyo vitu Mba nikivichanganya nikachanganyikiwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi nimeona nimuguze tu kwanza mama Adija, niachane naye kwanza. Nikishamezana na mama Adija ndo nitaanza naye na nikianza naye, Adija lazima <laughs> tu atanyooka. M, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mimi nikupongeze sana mwamu kwa kutumia hekima na busara kulitatua hili jambo, kwa sababu Ukichanganya maji na mafuta lazima kuna kimoja kitajitenga pembeni. Kwa hiyo mimi nikupongeze kwa hilo, na nilikuwa sijui kitu gani ambacho unafikiria. Mimi kwa sasa niungane na wewe shemeji, na kilichobakia ni kumwombea dua mama ili aweze kurejea katika afya yake ya kawaida, ila nina ombi moja. Mama, utapofika nyumbani, naomba unifikishie salamu zangu kwa mama. Hapana, dadako. Mko sawa, sio? Vizuri. <laughs>

Unajua kuna kitu kimoja ambacho mwanangu unafeli sana, yaani katika huu mtaa e, mwanangu mieisho sana, alafu muda mrefu anakutazama. Hakuna kitu ambacho kimenikwaza mimi kama kutukataa sisi wanao hapa maskani, yani umetuona si kitu, alafu leo from nowhere, yani unakuja tu. Sijawakataa familia yangu. Unajua, tunapoishi maisha bachela mtaani, tunaishi vijana, tunapoona watu wenye ndoa zao wanafurahi, wanacheka, tunapenda sana hayo maisha, lakini tukishaingia kwenye hayo maisha, ndo tunagundua kuna changamoto nyingi sana. Mimi kwa siwezi kupita siku sijaja kijoeno wala sijakutafuta blaza, lakini kulingana na familia, ndoa, watu wa dini sana, kwa kuna vitu, najikuta kwamba vinanibana nashindwa kufanya vitu vyangu vya zamani. Kwa hiyo naomba unisamehe kama nitakuwa nimekukwaza sana kwa hilo. Acha mambo ya kitoto mwanangu, sawa eh? Tukataa mwanao kitambo sana, lakini sisi tunaona fresh tu na tuchukua ni maisha sana. Okay, poa nielekeze mi. Uh, nimekuja hapa na shida moja hivi ambao medeta kwako, na shida hiyo ni mimi, kwamba wewe unaweza kunisaidia au kuitatua au kuweza kunishauri. Mm-hmm, msaada gani? uh, kuna kijana hivi mweupe mweupe hivi ana rangi kama shombe shombe, sio shombe, shombe. shombe, shombe fulani upande wa rangi hapo, siwezi kuelezea, lakini mweupe mweupe hivi, anapenda kupenda kibagarasha kama mtu wa dini sana hivi, ana uchebe chebe fulani hivi wa kuibia kama wapaka, sijui unaweza kumfahamu? ya si mweupe hivi ana uchebe fulani hivi ana uchebe fulani hivi kuibia bia anaitwa Juma mtoto mzee Kikoti. Mzee Kikoti ana mtoto anaitwa Juma. Kwa mwanangu hapo sijaeleweka au sio? Hapana brada, umeeleweka na ndio maana nimekufuata, kwa sababu unajua vitu vingi unavifahamu. Siwezi kukukrash kwa maneno yako hata siku moja, na kitu kinifanya mpaka nimekuuliza hivyo, kwa sababu mzee Kikoti na mimi namfahamu toka nimefika hapa, mimi namfahamu vizuri mzee Kikoti mtaani sije kusikia kama na mtoto, na namwonaga peke yake pale kwake. Sasa unavyoniambia kwamba na mtoto, ndo hapo kama kama nimepata sio fahamu fulani. Sasa tuachane naye, ana shida gani ah? Uh, kati naelekea mjini, nimekuwa mimi na mke wangu tukapishana nao jamaa njiani, lakini ile hali ya kupishana tu tukasalimiana pale, kuna kitu ambacho kiliendelea cha sio fahamu, ambacho kilinifanya nikabaki na shangaa sana. Make mke wangu na yule jamaa wakawa kama kuna kitu hivi kama kina make sense fulani katikati yao, yani wakabaki wanatazamana kama picha ya kihindi vile, mpaka nikamshtua, wewe vipi? Lakini kwa mtu mwenye akili zake timamu lazima ahisi hapa kuna kitu, na ndio maana nimekufuata wewe. Sawa, unajua ni sule huyu, mambo mimi nampata sana, na kama nilivyokuelekeza, huyo mtoto wa Mzee Kikoti kitu fulani hivi muone muone, yani yana hata kimtazama mambo yake astahili kabisa, yani aendane kabisa na umri wake, yani mambo ambayo tunapaswa kufanya sisi vijana ndio ile mzee anayafanya, lakini sio kesi yule mwamba, sijata nikuelezeje. Lakini cha msingi mimi hapa nikushauri kitu kimoja, unajua haya ni maisha, sawa. Inawezekana labda mimi namfahamu kama nilivyokuelekeza lakini sijajua mpaka sasa unawaza nini, ila tu ninachokuomba kuwa mpole. Kumfuatilia mtu na kuanza kumuulizia kwa watu sio jambo zima sana, sijui tunaelewana. Uh, nipende kusema tu brother, nashukuru kwa ushauri wako na nikupromisi kwamba nitautendea kazi, na ndio maana nikaamua kukufuata wewe yeah. Natumani takuwa amefikiria vya kutosha zaidi, hivyo nategemea jibu zili ktoka a. Hata nikafikiria mara mia moja, bado siwezi nikakupatia jibu ambalo nalo. Juma, tambua mimi bado nakupenda na nitakupenda siku zote. Nitakupenda leo, nitakupenda kesho, nitakupenda daima, siwezi kuchoka Juma. Kwa sasa wewe umeolewa, ya kupaswa uimarishe sana ndoa yako eh. Hebu tazama ni wanawake wangapi wako mitaani wanatafuta ndoa, wengine wanakesha mpaka kwa waganga, lakini hawajapata mume. Wewe umepata mume, amekuheshimisha, amekupa thamani, amekuweka ndani, unapaswa umheshimu na sio kuangaika na mimiiahisi Jaribu basi kuvaa viatu vyangu. Juma, umenitesa lakini, kufanya hayo yote ni sawasawa tu na kupoteza muda wako. Mimi nipo hapa kwa kipindi cha muda mfupi tu wa huu mwezi mtukufu. <coughs> <coughs> <coughs> Jumasuaa <coughs> Jamani yeah, hey. ama kweli mtoto wa nyoka ni nyoka <laughs> nimeamini aya. <laughs> Baba endelea. Samahani <laughs> sana baba, labda utakuwa umenielewa vibaya. Mimi hapa hakuna baya lolote ninalolifanya na huyu binti, nilikuwa namwelekeza tu masuala ya dini. <laughs> Masola ya dindi sio aya? Baba endelea kumweresha mwerimisha. Baba mi naenda ah. Baba tutalana nyumbani baba. Wemzee subiri basi nikuelekeze ilivyokuwa, tutakutana huko, naenda kumwambia huko. Swaumu samani, naomba ni mwai mzee, ni mwelekeze, maana akili zake unazijua. Mimi naenda kuharibu kila kitu. Lakini Juma, hakuna cha lakini. Swaumu, tutaonana wakati mwingine. Ukimona tazani ni mungwana, kumbe kanzu umeficha siri bwana.